Mradi huu unafadhiliwa na IFADI. Kwa leo tuko kwenye zoezi maalum hasa la uvunaji. Awamu hii ni awamu ya tatu, tulishavuna awamu mbili. Mwezi wa sita tulivuna, na leo ni siku maalum tena ya kuvuna. Kwa kweli tunashukuru sana mradi huu ulivyoonyesha. Kama utakavyoona leo, tulishavuna kilo mia sita hamsini na tatu kipindi kilichopita, na leo tunategemea kupata zaidi hizo, na mwitikio ni mzuri sana kwa watu wetu wa Ruangwa kama unavyoona, wafugaji wanini wananchi wanakuja kupata kitoeo hapa hapa, kitoeo kingine kitapelekwa mpaka mjini Ruangwa huko mpaka Lindi kwa ujumla. Kwa hiyo leo ni zoezi muhimu sana kwa maendeleo ya mradi huu wa IFADI kuonyesha kwa kwamba umetoa mafanikio mazuri sana. Vijana wapo wengi ambao wamekuja kwa ajili ya zoezi hili. Tumetoka Ruangwa toka saa kumi na mbili asubuhi, zoezi tunaanza saa moja na tunategemea mpaka saa tano tutakuwa tumemaliza zoezi hili. Kwa kweli tunashukuru sana pamoja na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kutujengea, na itabidi kuendelea kusaidia wakulima wadogo wadogo wa samaki. Kwa kweli manufaa ya mradi kama unavyojieleza huu ni mradi wa lishe, kuendeleza lishe na ufugaji wadogo wadogo wa samaki. Huu mradi unasaidia kuboresha lishe kwa wananchi wa maeneo haya husika, hasa kijiji cha nahanga kata hii ya Mandawa na wilaya ya Ruangwa kwa ujumla. Kwa hiyo mradi huu ni mahususi kwa ajili ya kuendeleza lishe, watu watapata protini ambayo ni muhimu sana kwa mwili wa binadamu. Lengo kubwa hasa ni kuboresha lishe katika jamii, pia kusambaza hii teknolojia ambayo inafanyika hapa ili iendelee kusambaa katika maeneo yote ya wilaya ya Ruangwa. Vikundi vingine kutoka vijiji mbalimbali vya halmashauri ya wilaya ya Ruangwa vinakuja kujifunza hapa na kuandaa mabwawa yao ya ufugaji wa samaki mpaka sasa tunafikia takriban ya kuwa na vikundi sita kwenye vijiji tofauti ambavyo vimeshaandaa mabwawa na vinategemea kuanza ufugaji hivi muda si mrefu. Lakini pia aina ya samaki ambayo tunawafuga hapa kwenye hili bwawa ni aina ya sato, na tuliamua kuleta huu mradi kwenye hii kata ya Mandawa kwa sababu ya upatikanaji rahisi wa maji, ikiwa aina ya sato wanategemea sana kuishi vizuri kwenye mazingira ya maji ya baridi, kwa maana maji yasiyokuwa na chumvi na upungufu wa klorini. Lakini maji yakiwa na klorini nyingi samaki kidogo wana wanashindwa kustahimili hali halisi. Nimefurahishwa sana kupata bwawa Nahanga. Tunanufaika kununua samaki, tunauza, tunapata kipato na lishe katika eneo letu la Nahanga. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunanufaika sana kwa huu mlabu. Nafurahi kwa kutembelewa na mradi huu kutoka wizarani huko e. Na hapa tuna tunafuga samaki vizuri, tumepata elimu vizuri, tunaweza kufuga samaki wenyewe na tunaendelea kuhamasisha wenzetu sababu huyu mradi ni wa kuendeleza lishe. Tunapenda tu kushukuru kwamba kwa mradi huu kiukweli unasaidia kwa lengo la kujifunza, pia kwa lengo la kusaidia hata wananchi wetu waweze kuona kwamba masuala ya uvuvi yanawezekana na, na sio kwamba hayawezekani kwa mtu mmoja moja au labda kwa kampuni, inawezekana. Tunaishukuru tu Tanzania kwa ujumla pamoja na serikali yetu, wilaya yetu kwa mradi huu. Ndugu wananchi, naomba musikie, nimesikilize sana, mmechukua mafunzo haya kwa faida yenu. Huu mradi ulipoleta ni faida wa jamii nani, mtaongeza vyanzo vyenu naye kuija, sio maanayake kuleta huu mradi haya serikali pamoja na NGO hii eti kwa faida ya watu, ninyi wananchi pia mwanze kufuga samaki. Samaki hawa ni bora sana, wanalishe mzuri, wanaviturisho vizuri, wana uwezo mkubwa katika kujipatia kipato. Unaweza kutengeneza bwawa kulingana na uwezo wako, kulingana na ukubwa wa bwawa. Ukubwa wa bwawa namba moja ni mita tatu kwa mita tano mita tano kwa mita kumi na kuendelea mpaka ilivyofika mita ishirini kwa thalathini kwa uwezo wako, nguvu. Unapopata korosho, unapopata ufuta, amua sasa ufuge samaki kwa faida ya kujiondoa umaskini na pia kujipatia kitoweo. Wakati unategeeza ya bwawa yako, nitafute mtaalamu, nitafute mjasiria aliye mzoefu ili akutengenezee mandhari nzuri, kwa lio bwawa halina halina vina vinavyofanana. Bwawa linatofautiana vina, kuna kina kirefu na kina kifupi.